Ujenzi wa nyumba 816 za kisasa eneo la Kisauni kaunti ya Mombasa umefikia asilimia hamsini. Nyumba hizo zinazojengwa mtaani kwa Sonko Mtopanga zinatazamiwa kukamilika baada ya mwaka mmoja. Mradi huo wa shilingi bilioni nne maarufu Santana unatarajiwa kubadilisha sura ya Kisauni na vilevile kukabiliana vile na tatizo la utovu wa usalama. Wadau katika sekta ya nyumba pamoja na wakazi aidha, wanaitaka serikali kuu kupanua barabara ili kuvutia wawekezaji zaidi.

And everybody now starting to take an interest into what we are doing. Na shida kubwa ukiangalia Kisauni, nyumba nyingi zimekuwa zikijengwa, lakini unfortunately hakuna services mtu ana plug. Apart from moto hakuna kitu kingine mtu anafanya. You know, maji wako na shida, siwa wako na shida, amenities za nyingine za kucheza watoto kucheza, hakuna mahali pa kucheza Kisauni. Lakini hapa sasa tumeweza kuleta zile basic amenities zote ambazo sisi to believe si za mwabenyenye peke yake, but ni za kila mtu. What majengo used to be, today ukienda majengo is totally different. Zamani ukiangalia majengo ni makuzacha what they used to call them mm. where you can't walk, you can't do anything. Just leo ukiangalia lifestyle has changed. That's exactly what will happen here.